tano kamili asubuhi katika ofisi zetu za Simba Oysterbay jijini Dar es Salaam. Taarifa hiyo imetolewa na Zubeda Sakuru, afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba eh, ambayo ni leo tarehe 19 Mei. Sasa hii ni taarifa ambayo imeenda kujibu taarifa ambayo, uh, siku nne ni zilizopita nikiwa nazungumzia tarehe 15 mwezi Mei, kupitia ukurasa huo huo wa Instagram, waliweza kusema kwamba taarifa rasmi kuhusu uwanja wa mchezo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika itatolewa baada ya mchezo wa utakaochezwa wa Jumamosi Mei 17, ikiwa ni baada ya tafrani na taharuki kubwa kuweza kutokea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Simba inacheza Amaan au inacheza kwa Mkapa. Sasa taarifa rasmi ni kwamba timu ya Simba itacheza katika uwanja wa New Amaan kule Zanzibar. Unaweza kusogea kwa upande wa comment hapo chini alafu ukanambia umepokeaje taarifa ya timu ya Simba kwenda kucheza uwanja wa New Amaan na sio Benjamin Mkapa kama watu wengi walivyokuwa wanatarajia, na lipi ambalo unatarajia kulisikia kesho baada ya mkutano huo waandishi wa habari. Nikukumbushe tu endelea kuwa karibu na mitendo yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa habari na matukio, na tutakuletea uh, kila kitu ambacho kitaendelea kupitia YouTube channel yetu ya Capital Digital. So kama utakuwa hauja subscribe katika YouTube channel yetu fanya hivyo ili wawe wa kwanza kupata taarifa hii punde itakapopandishwa. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.